Mimi naitwa Eric Mkomoe, ni meneja masoko kutoka kampuni ya simu ya Xiaomi. Xiaomi tumezindua rasmi simu yetu mpya kabisa inaitwa Redmi 15C, Redmi 15C. Simu hii ina ubora wa hali ya juu. Ni simu nzuri sana ambayo inakuja ikiwa ina vigezo vizuri kwa watumiaji wa kawaida hasa Watanzania ambao wana mahitaji ya kila siku yanayohitaji simu inayoweza kukidhi mahitaji yao kuhakikisha kwamba wanafikisha wanafikia malengo yao ya kila siku. Redmi 15C inakuja ikiwa na kitu cha kwanza kabisa kizuri ni betri kubwa la miliampia elfu sita. Betri hili linaweza kusaidia wewe kuchaji leo na ukatumia hadi siku mbili bila simu yako kusha chaji ama wewe kuwa una wasiwasi wa kuzima data manini, maana hiyo kwamba betri hili la miliampia elfu sita litakufanya wewe mtumiaji kama una kifaa kingine chochote cha ambacho kina chaji kwa waya wa type C. Simu hii inaweza pia ikachaji kifaa chako huwo, una tablet huo, una simu nyingine ya pili, ama una saa ama na kitu kingine smart, ambacho unahitaji kuchaji kwa kupitia Redmi 15C, unaweza pia ukachaji. Maana yake nini? Kwamba simu hii inakaa na chaji sana, lakini pia inaweza kutoa chaji kiasi fulani kuipa kukipa kifaa chako kingine ambacho unakitumia. Kingine kizuri kuhusiana na Redmi 15C, ni screen size yake, kioo chake ni kikubwa sana kina nchi 6.9, tumeongeza kutoka kwenye Redmi 14C ambayo ilikuwa na nchi 6.8. Kwa nini kioo kimekuwa kikubwa? Kioo kinakuwa kikubwa ili kukusaidia wewe, wakati muda wako wa kurelax, unataka kuangalia video zako, unataka kuangalia taarifa mbalimbali online, unataka pia kucheza game. Kioo hichi kitakusaidia kuangalia vitu vyako kwa ufasaha, lakini pia ni kioo HD, maana yake utaona taarifa ama video zako kwa hali nzuri zaidi, kwa maana kabisa high definition. Kingine kizuri ni kwamba mwonekano. Redmi 15C inakuja ikiwa na mwonekano mzuri ambao utakufanya uwe proud kuiweka mezani, kuionesha lakini na kuitumia kamera. Sasa najua kila siku tunachukua matukio mbalimbali -mbali ya familia zetu, lakini pia kwa wale wafanyabiashara wanaoposi bidhaa zao mitandaoni. Redmi 15C inakuja ikiwa imewekwa akili ya ziada Art artificial intelligence kwenye kamera zetu. Megapixel 50 ambazo zitakusaidia wewe kupiga picha kwenye mazingira yoyote, na simu yetu itakufanya wewe usiangaike na kutengeneza setting mbalimbali, kwa sababu itatambua mazingira yako na kuiweka video yako ama picha yako iwe nzuri zaidi kutokana na mazingira, iwe jua kali, iwe mwanga wa usiku, mwanga wa jioni, simu itatoa picha nzuri kabisa. Lakini pia kama unataka kujua bidhaa fulani inauzwa wapi, inauzwa kiasi gani, inapatikana wapi, ukitumia kamera ya, ya iliyopo kwenye Redmi 15C ukipiga picha kile kifaa ama ile bidhaa ukaiuliza uka, simu yetu itakwambia basi bidhaa hiyo inapatikana kule yako kwa bei kwa muuza duka fulani kwa mangi kwa nani, kwa nani nani. Kwanan kuna AI ambayo inaweza kutambua vitu mbalimbali vilivyopo ndani ya kamera yetu, ambavyo vitakusaidia wewe kupata taarifa hata kama huko Sengerema, upo Mbeya, upo Arusha, upo Kagongo, huko wapi, unataka kujua bidhaa fulani inapatikana wapi, AI inaopatikana kwenye Redmi 15C itakusaidia kukuelekeza, kukuunganisha na mfanyabiashara kuunganisha na, na masoko mbalimbali mbali, ili uweze kununua. Karibu uione. Redmi 15C inapatikana nchi nzima kwenye maduka yote, lakini pia tunakupa kitu kingine kizuri kabisa ambacho hakipatikani sokoni: ni warranty ya miezi ishirini na tano, miaka miwili na mwezi mmoja. Tunakuhakikishia simu yetu itakuwa bora na haitakusumbua. Hautapata kokote kule kwenye kampuni yoyote ile warranty ndefu kama hii. Karibu Redmi C, karibu Xiaomi, karibu ununue Redmi 15C. Karibu uenjoy ulimwengu mpya wa kiteknolojia.